Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai walmursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim amma ba'd. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu, kwa mara nyingine tena tunakutana katika chaneli yetu hii pendwa ya Dr Harun Sharawi TV. Lengo, madhumuni na shabaha ni kwa ajili ya kupashana juu ya taarifa mbalimbali zinazohusu masuala ya kisiasa na diplomasia juu ya habari ambazo zilizoshika vichwa vya habari ndani ya dunia yetu kutoka katika upande wa mashariki ya kati na hasa pia katika upande wa bara la Ulaya, upande wa mashariki ya kati kuhusu vita au harufu ya vita vikubwa vinavyotaka kutokea baina ya Marekani pamoja na Israeli wakishirikiana katika kutaka kuung'oa utawala wa Ayatollah Khomeini ndani ya nchi ya Irani. Lakini wakati huo huo tunayo mengi katika taarifa yetu hii ya leo na habari zetu za leo kuwa pamoja nami katika kuzijua taarifa hizo. Katika upande wa Mashariki ya Kati leo limetoka tamko kutoka kwa mkuu wa vikosi vya jeshi la Irani ambaye pia ni sehemu ya wakuu wa vikosi vya maji akielezea wazi kuliamrisha jeshi lake la maji kusogea katika huba ya Uajemi kwa ajili ya kupambana na meli za Marekani ambazo meli hizo zimetayari zimekwisha pewa amri na rais wa Marekani Donald Trump, tayari zimekwisha anza kusogea karibia na pwani ya nchi ya Irani. Lakini wakati huo huo taarifa na msimamo kutoka kwa waziri mkuu wa jeshi la Israeli Benjamin Netanyahu, yeye amesema kwamba watakuwa tayari kupoteza na kuvumilia kipigo cha aina yoyote kutoka katika jeshi la Irani, iwapo Marekani itawathibitishia kwamba wana uwezo wa kumshinda Irani. Lakini wakati huo huo Irani imeendelea kuzindua makombora yake ya masafa marefu. Leo hii wamezindua makombora yanayokadiriwa kuwa ni makombora ya masafa marefu, yana uwezo ya kwenda mbali zaidi ya kilometa elfu kumi takriban. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba anatoa tahadhari, anatoa tangazo na kudhihirisha uwezo wake kwamba ana uwezo wa kupiga makombora ambayo yana uwezo wa kufika mpaka katika nchi za bara la Ulaya na ikiwemo Marekani yenyewe. Lakini wakati huo huo jeshi la Irani linasadikika tayari limekwisha tengeneza silaha za nyuklia. Na hii inatokana na tukio kubwa ambalo limebeba mlio mkubwa na kishindo kikubwa cha chini ya ardhi ambacho inasadikika sauti hiyo na kishindo hiko, ni majaribio ya kombora la nyuklia. Lakini wakati huo huo mkuu wa majeshi wa Irani ameweza kutoa tamko la tahadhari, tamko linalobeba hofu, tamko linalotishia nchi za magharibi kwamba vita hii ndiyo itakayokuwa vita ya mwisho baina yao pamoja na Israeli, ima kubakia taifa la Irani na kuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, na ima taifa la Israeli liweze kufutika katika uso wa dunia na ramani ya Afrika na ramani ya Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, tupo katika ulimwengu ambao kama tulivyozungumza hapo nyuma kwamba tupo katika ulimwengu ambao mataifa makubwa yanashindana katika hatua mbalimbali mbali za kwenda kugawana ulimwengu huu. Lakini kubwa zaidi, kila nchi imeweka kipaumbele juu ya kujiwekea security kwa kuchukua na kutawala maeneo ya karibu. Unapozungumzia Urusi leo anapambana kwa kadiri ya uwezavyo kuhakikisha kwamba anaimarisha security yake na siri zake za ndani kwa kuichukua nchi ya Ukraine. Lakini vile vile China na yeye pia anapambana kuhakikisha kwamba anaitawala, anatawala kisiwa cha Taiwan. Hii yote ni kwa sababu ya kuifanya Taiwan iwe chini ya uangalizi wake kwa sababu ya masuala yake ya kisecurity halkadhalika, vile vilevile, Marekani tayari anapambana kwa kadiri ambavyo awezavyo kuhakikisha kwamba anatawala, kisi, anatawala kisiwa cha Greenland, jambo ambalo limezua utata mkubwa sana baina yake yeye pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya ikiwemo nchi za Umoja wa NATO, jambo ambalo Ufaransa amelipinga, lakini pia baadhi ya nchi ikiwemo Denmark wamelipinga, jambo ambalo limepelekea kukusanya na kuunda jeshi la pamoja kwa ajili ya kwenda katika kisiwa hiki cha Greenland, kwenda kukilinda kunako uvamizi wa nchi yoyote. Lakini Rais Donald Trump pamoja na serikali yake wanasema hakuna budi kukitawala kisiwa hiki na wala hatukitawali kwa njia ya mabavu, kama tulivyozungumza mwanzo, bali tunataka sisi watuuzie kisiwa hiki kwa sababu ya kuimarisha security ya nchi ya Marekani, akihofia kwa maana Urusi pamoja na China wasije wakawa ni maadui zake kwa kupitia kisiwa hiki, lakini pia akitengeneza hoja kwamba nchi za Marekani, nchi za Ulaya haziwezi kuwaziwia haziwezi kuwa na ulinzi kamilifu juu ya kisiwa hiki kwa kufuatana na maslahi yake. Na hivyo ndivyo ambavyo mataifa makubwa yanagawana ulimwengu huu, ndugu zangu. Pamoja na hayo yote, lakini bado mashariki ya kati inachemka na tuliwaambia kwamba vita hii bado haijaisha. Baada ya vita ya siku kumi na mbili baina ya Israel na Marekani kushirikiana kumpiga vita Mwirani na baadaye kusema kwamba wametimiza lengo lao walilokuwa wanalitaka, ambalo ilikuwa ni kuangamiza vinu vya nyuklia vya Irani vilivyopo katika vilima vya Fordo, lakini leo hii wanakuja katika sura nyingine. Watu wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini Irani? Kwa nini Irani? Ila hali wakati huo nchi za Saudia pamoja na Yemen pamoja na nchi zingine zimekwisha kataa kwamba angalau lisije likatumiwa na Marekani kwa matumizi ya kwenda kumpiga Irani. Na hii ni kwa sababu ya kutengeneza hofu juu ya makombora ya Irani ambayo yeye amekwishajiweka jiweka wazi kwamba yeyote atakayeshirikiana na Marekani kutoa anga yake kwa ajili ya kuja kushambuliwa basi mimi nitampiga popote pale alipo. Lakini wakati huo huo, Irani na yeye tayari amekwisha tengeneza makundi ya wanamgambo wa Lebanon kwa maana ya Hezbollah, lakini pia wanamgambo wa Al-Houthi ambao wako katika nchi ya Yemen. Wao wamekwisha jiweka wazi na bayana kwamba iwapo Irani atashambuliwa kwa njia ya aina yoyote ile, basi wao watakuwa tayari kuwa mstari wa mbele kwa ajili ya kwenda kutekeleza mashambulizi ndani ya taifa la Israeli. Unaweza ukaona namna gani strategic ya kivita inavyokwenda, namna gani malengo yanavyotakiwa kuwa namna gani mikakati inavyosukwa kwamba huyu akiingilia kushoto basi hawa wataingilia kulia. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mataifa haya au mkakati huu haujaanza leo. Mkakati huu ulianza tangi yapo alipo ulipo ulipovamiwa utawala wa Saddam Hussein na kufanikiwa kuudondosha utawala ule ndipo ambapo Irani alipoanza kujipanga na kujua kwamba baada tu ya utawala huu kudondoka, kitakachofata ni utawala wangu mimi, hivyo ninapaswa kujipanga kwa kutengeneza na kuimarisha nguvu ya kijeshi ndani ya taifa langu. Lakini pia nchi washirika China, pamoja na Urusi, zimedhihirisha kwa kutuma shehena ya ndege takriban 13 kama sio 12 ambazo zimebeba ndani yake silaha za aina mbalimbali za kijeshi. Lakini pia Urusi ametuma ndege zake za aina ya Sokoi 15 kuminata kwa ajili ya kwenda kumpa nguvu Irani. Hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya uwekezaji mkubwa wa mataifa haya ambayo waliofanya katika nchi ya Irani. Leo hii tunavyozungumza, kuna reli ambayo tayari inatoka Irani moja kwa moja inapitia Turkmenistan na kwenda mpaka China yenye umbali wa zaidi ya kilometa elfu kumi takriban, ambayo meli hii hutumika kubeba mafuta kutoka katika ardhi ya Iraki, ya Irani na kwenda mpaka China, na wakati inatoka China inabeba bidhaa mbalimbali mbali kuleta katika nchi ya Irani. Unaweza ukaona ushirikiano huu namna gani ulivyo katika kuimarisha uchumi wa nchi hizi, jambo ambalo sasa Amerika pamoja na nchi zake za Ulaya zimekuwa haziridhishwi. Lakini wakati huo huo Irani imeliamrisha jeshi lake la maji kwenda moja kwa moja kujipanga na kukaa standby kwa uvamizi wa aina yoyote katika eh, pwani ya bahari ya Hormuz. Pwani hii ambayo hutumiwa na nchi za magharibi kupitisha bidhaa zao za aina mbalimbali kuelekea katika mataifa mengine. Lakini wakati huo huo, Irani imekwisha toa onyo kwa nchi yoyote ambayo itakayothubutu kumwangamiza au kumuua kiongozi wao Ayatollah Khomeini kwa njia yoyote ile, basi itakuwa tayari kulifuta taifa hilo. Ndugu zangu, unaweza ukakaa na ukajiuliza kwa nini Irani, kwa nini Irani? Ni kwamba mkakati uliopo sio Irani tu peke yake ambaye anatafutwa ndani ya mashariki ya kati. Kinachotafutwa hapa ni kwamba haitakiwi kutokea nchi yoyote ndani ya mashariki ya kati ambayo itakayokuwa ni superpower dhidi ya Israeli. Kwa nini dhidi ya Israeli? Kwa sababu kuporomoka kwa Israeli maana yake ni kuporomoka kwa nchi ya Marekani. Unaweza ukawa haujaelewa vizuri, yaani ni kwamba, kwa nini Marekani anashawishika? Kwa nini Marekani anaona It's very important and they are responsibility, na ni majukumu yao na ni kitu chao cha muhimu kuhakikisha kwamba dola ya Irani inaporomoka, kwa sababu ya maslahi ya Mwisraeli. Maslahi ya mwisraeli katika njia gani? Kwa sababu Israeli ndiyo ambaye anayeiongoza Marekani asilimia ya Congress asilimia tisini na tisa ya Congress wote waliomo katika Congress ni Mayahudi. Sasa hawa Mayahudi ndio ambao wameshikilia intelijensia ya Marekani, ndio ambao wameshikilia uchumi wa Marekani, ndio ambao wameshikilia teknolojia ya Marekani na ndiyo ambao wameshikilia sayansi ya Marekani. Kwa hiyo hawa ndio wanaotoa wa maamuzi, ndio wenye mkono wa maamuzi ndani ya utawala wa Marekani, na ndio ambao wanaopanga mikakati yote hii, kwamba twende tukaudondoshe utawala fulani, twende tukaudondoshe utawala fulani, twende tukalichukue taifa fulani, twende tukachukue kisiwa fulani, twende tukatekeleze shambulio fulani. Hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu wanaamini kwamba wao ndio taifa bora ambalo wanasema hiya sha'abullahi al-mukhtar, ndiyo taifa bora ambalo limechaguliwa na Mwenyezi Mungu kuwa watawala ndani ya dunia hii, ndiyo wenye haki ya kuitawala dunia. Kwa hiyo rais yoyote atakayeingia katika nchi ya Marekani ni lazima atekeleze mikakati yao ambayo wao wameipanga na iwapo utashindwa kutekeleza mikakati yao, basi ni lazima uwawe, aidha ni lazima ushushwe chini kwa kupitia nyadhifa mbalimbali za kisiasa. Sasa hiki ndicho ambacho kinachoendelea ndani ya Mashariki ya Kati, kwamba anayetakiwa kuwa superpower in the eh, anaetakiwa, anayetakiwa kuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati ni Israel peke yake anayetakiwa kuwa superpower ndani ya mashariki ya kati ni Israel peke yake. Lakini vilevile anakuaje mashariki ya kati maana, anakuwaje superpower ndani ya mashariki ya kati? Maana yake hakutakiwi kuwa na mtu mwingine yoyote yule, taifa lolote lile ambalo linatakiwa kuwa na nguvu ndani ya mashariki ya kati. Lakini wakati huo huo Irani imetoa tahadhari ya juu. Tahadhari ambayo inachukua kama sehemu ya onyo kali kwa Marekani pamoja na Israel ambayo inayounga mkono kwa jambo lolote lile kwamba mkono wao uko katika kitufe cha uripuaji wa makombora ambayo moja kwa moja yameelekezwa katika maeneo manane muhimu ndani ya taifa la Israeli. Unaweza ukaona namna gani watu wanavyojiandaa kwa ajili ya mapambano hayo. Sasa, katika muktadha huo zimeonekana meli za Marekani ikiwemo meli ya SS Abraham Lincoln ikisogea pamoja na meli zingine ndogo ambazo zimesheheni ndege ikisogea katika pwani ya maeneo ya Irani, lakini wakati huo huo kuna wimbi kubwa la wanajeshi ambalo la wanajeshi wa Marekani ambao inakadiria wingi huu na mkusanyiko huu ni zaidi ya wanajeshi waliokusanyika wakati Marekani anakwenda kuivamia nchi ya Iraq. Wameendelea kusogea katika pwani ya Mashariki ya Kati. Lengo, madhumuni na shabaha ni kwa ajili ya kutaka kuvamia na kufanya shambulizi la ghafla ndani ya ardhi ya Iran. Lakini wakati huo huo Irani imetangaza Irani imetangaza kuwasili kwa ndege za kivita tena za kisasa kutoka katika nchi ya China, lakini pia kutoka katika nchi ya Urusi. Lakini wanamgambo wa al-Houthi ambao wako katika nchi ya Yemen, leo hii wamefanya majaribio makubwa ya mashambulizi ya kutumia makombora ya masafa marefu wakitoa onyo kwa Marekani kwamba watakuja na watakuwa tayari kushambulia meli zozote za Marekani ambazo zitakazokuwa zinapita katika pwani ya Yemen kwa ajili ya kwenda kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Kwa nini? Kwa sababu nchi ya Yemen pamoja na wanamgambo wa Al-Huthi ndio ambao wameshikilia utawala wa nchi hii, na hao ndio ambao ni washirika wakubwa wa nchi ya Irani. Lakini cha kusikitisha na cha kushangaza zaidi, mkuu wa majeshi ya Jordan ametoa tahadhari, amelitaka jeshi lake la Jordan kutaka kuwa tayari na kuchukua tahadhari ya muda wote kufuatia mashambulizi ambayo yanayoweza yakatokea muda wote kutoka Iran. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu katika nchi za Waarabu, nchi pekee ambayo imekubali ardhi yake na anga lake litumiwe kama njia ya kwenda kumshambulia Iran ni nchi ya Jordan, na tayari tangazo limekwisha toka kutoka katika jeshi la Iran kwamba nchi yoyote itakayotoa anga lake basi itaweza itashambuliwa vikali mashambulizi ambayo yatakuwa hayana mfano tangu kuumbwa kwa nchi hiyo. Ndugu zangu popote pale mlipo, kipindi hiki ni kipindi cha mpasuko. Dunia inamtafuta nani ambaye atakayekuwa mkubwa katika ulimwengu huu. Ni nani ambaye atakayekuwa superpower in the world ni nani ambaye atakayekuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati? Irani imekwisha sema kwamba vita hii ndiyo itakayotoa maamuzi ya kwamba ni nani atakayekuwa mkubwa kati ya Iran au Israel ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini pia moja kati ya vitu ambavyo vimeonekana leo Irani jeshi la Irani